Katika kijiji kidogo mkoa wa Mbeya alizaliwa msichana mdogo aliyeitwa Kandy. Maisha yalikuwa magumu; alikulia kwenye familia maskini ambapo mlo wa siku ulikuwa bahati na mavazi yalikuwa ya kuchakaa. Kandy alikuwa akishuhudia mama yake akihangaika sokoni kuuza mboga ili familia ipate chochote cha kujikimu. Baba yake alikuwa mlevi wa kupindukia na mara nyingi alitoweka kwa siku kadhaa bila kuleta msaada wowote nyumbani. Maisha ya Kandy yalijawa na mateso lakini daima alihifadhi ndoto ya maisha bora. Siku moja alipopata nafasi ya kuwasiliana na rafiki yake wa zamani Mary aliyekuwa akiishi Dar es Salaam, moyo wake ulijawa na matumaini mapya. Mary alimwalika aje mjini ili apate fursa za kujipwamua kutoka kwenye maisha duni ya kijijini. Bila kusita, Kandy aliuza kila kitu kidogo alichokuwa nacho na kupanda basi kuelekea Dar es Salaam, mji wa ndoto zake. Alipowasili mjini, alishangazwa na mwangaza wa taa na msongamano wa watu. Mary alimkaribisha kwa uchangamfu na kumwonyesha maisha ya mjini. Hata hivyo haikupita muda, Kandy alitambua kuwa njia ya mafanikio haikuwa rahisi kama alivyodhani. Mary alimwonyesha namna ya kujipatia pesa kwa haraka, kuuza mwili wake. Kandy alihisi wasiwasi, lakini baada ya siku chache za njaa na kuona jinsi Mary alivyoishi maisha ya kifahari kwa fedha alizopata, naye alikubali kuingia kwenye maisha hayo mapya. Kwa mara ya kwanza alihisi fedheha na maumivu makali, lakini muda ulivyopita moyo wake ulianza kuzimia na mwili wake ukawa tu chombo cha biashara. Kila siku usiku ulipoingia, alijipodoa akavaa nguo fupi na kutembea mitaa ya Sinza kutafuta wateja. Alipata pesa, lakini ndani ya moyo wake alihisi upweke na huzuni isiyoelezeka. Siku moja akiwa kwenye mishe zake alikutana na mwanaume mmoja mwenye haiba ya kuvutia na mavazi ya kifahari. Alionekana kuwa na pesa nyingi na Kandy alihisi bahati ilikuwa upande wake. Mwanaume huyo alimsogelea, wakazungumza kidogo, kisha wakakubaliana kwenda kwenye hoteli moja ya kifahari. Alijihisi salama, lakini hakuwa na wazo lolote kuhusu balaa lililokuwa linamsubiri. Alipoingia chumbani, mambo yalibadilika ghafla. kabla hata hajachukua pumzi ya pili Mlango ulifunguliwa kwa nguvu na kundi la wanaume watatu wakaingia ndani. Kandy alihisi hofu kali ikimpanda. Uso wa yule mwanaume aliyekuwa naye awali uligeuka wa kikatili na ghafla alimgonga Kandy usoni kwa nguvu. Giza lilimzingira. Alipoamka, alihisi mwili wake ukiwa dhaifu, maumivu makali yalitanda mwilini mwake. Machozi yalikuwa yameganda mashavuni mwake na damu ilikuwa imejaa kitandani. Aligundua kuwa alikuwa ametendewa unyama wa kutisha na hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Maisha yake yalianza kumsonga zaidi, na ndani ya moyo wake alihisi maumivu yasiyoelezeka. Kwa nguvu zake za mwisho, alipiga kelele, akijaribu kuvuta hisia za mtu yeyote aliyekuwa karibu, lakini kelele hizo zilizimwa haraka na kofi kali usoni mwake. Machozi yalimtiririka, lakini bado ndani ya moyo wake hakutaka kukata tamaa. Aliendelea kupambana akijaribu kutafuta mwanya wa kutoroka, lakini je, angeweza kweli kuponyoka mikononi mwa watu hao waovu? Hatima yake ilikuwa bado haijulikani, na giza la maisha yake lilizidi kutanda.